Haiwezekani benki iwepo inasema ina dola milioni bilioni bilioni sita reserve ni reserve, ziko pale zimekaa tu, tunaziangalia, ni dola, tunazigusagusa why. Lakini kwa nini ukae na hela umeiangalia tu, badala ya kuifanyia biashara? Kanunue dhahabu, dhahabu utainunua at a very cheap price China sasa hivi ina reserve ya dhahabu nyingi sana, nafikiri duniani. Tununue hiyo dhahabu kwanza, tukiiweka katika, katika benki yetu, ni kama umeweka dola kwanza. Dhahabu hata dola ikishuka bei, dhahabu ipo, kwa sababu inauzika mahali popote, na kila mmoja anahitaji dhahabu. Kwa hiyo wasomi wetu mlioko kwenye mabenki mtusaidie.